Familia za watu tisa waliopoteza maisha katika ajali ya barabarani ya Naivasha hapo jana walifika katika makafani ya hospitali ya Naivasha kutambua maiti za wapendwa wao. Familia hizo zinajumuisha ile ya watu wanne wa familia moja. Majonzi na simanzi katika hospitali ya Naivasha huku familia za watu tisa waliopoteza maisha yao eneo la Karai katika barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru walipofika kutambua mabaki ya wapendwa wao katekista wa kanisa Katoliki eneo la Ridgeways hapa Nairobi ni miongoni mwa wale walioaga dunia pamoja na mkewe na watoto wao wawili. walikuwa wanatoka eh, Kiabu kuelekea Gilgil ambapo ajali ilifanyika hapo saa tano. Ah, dada yangu ni mwalimu na mume wake ni katekisti katika kanisa la Katoliki kule Ridgeways akaambia ataenda akivalikia ataja apanue hiyo nyumba yake kiasi, alafu tutegezea mama zizi mzuri. So, was the last word for me. Mtoto mmoja wakati kista huyo alinusurika na anapokea matibabu hospitalini Manusura na familia za watu hao ambao waliangamia wakati basi la kampuni ya Greenline lilipogongana ana kwa ana na matatu ya abiria kumi na wanne wameitaka serikali kuchunguza chanzo cha ongezeko la visa vya ajali barabarani. Swali yangu tu iende kwa ministry of of roads. Kwa nini hapa Naivasha tu peke yake? Naivasha watu wamekufa hapa Naivasha. Sitani kama yeye mwenyewe amekuja kwa police station akaangalia magari zenye zimefanya ajali kupunguza ajali, si kuweka NTSA kwa barabara ama trafiki kwa barabara. Ministry of Transport ntakanaafuatilie zile magari zinakimbia kwa barabara kulingana na vile ziko, especially usiku magari mbovu zinakimbia usiku mingi sana, hizi basi zote. Chenye nalia tu mjukuu wangu mimi, nimempoteza nilikuwa nampenda sana, hata akiondoka ni kimwaga asubuhi, nitakosa hu mjukuu wangu. Lakini naomba serikali, ile sheria tu ya barabarani msimu huu wajaribu kuweka mkazo. Wahudumu wa matatu pia wametakiwa kuwa makini na madereva kupumzika ya kutosha kabla ya kupeleka abiria. Emily Chebet.